E, wamewatuliza mzuka mashabiki na wanachama wao e, baada ya kufanikisha lengo lao kuu la kuingia makundi klabu bingwa Afrika e, katika mchezo dhidi ya Silver Strikers e, ya Malawi ambapo wameibuka na ushindi wa bao mbili sifuri kama mba... ya, ya, okay, ukiangalia uh, katika hii misimu mitatu ulivyosema, msimu huu Yanga wamepata tough game kuelekea katika hatua ya group stage, kwa sababu uh, licha ya ushindi wa magoli mawili kwa sifuri leo hii dhidi ya uh, Silver Strike kutoka kule Malawi uh, wale jamaa hawajanyeka, wana mpango mkakati sana katika kucheza mpira. Yanga leo mcheza, uh, mpira kikubwa. Kwa sababu kwanza walitafuta matokeo. Uh, ndio unaona utaangalia dakika zile 30 za kwanza ya kwanza. Kwanza uh, ilikuwa the same like wale jamaa wanaanza kudominate mpira kuanzia dakika 60. Kudominate mpira mpaka walipo score goli dakika 75 na kuanza kulilinda lile goli. Na uh, even uh, mchezo wa leo kipindi cha pili jamaa walidominate sana mpira na uh, ndio hivyo, wakati mwingine mchezo wa mpira wa miguu unakuwa uh, ilikuwa timu bora uwanjani katika kipindi cha pili. Lakini tayari washapata goli mbili, Yanga walisema sisi tushapata haya magoli mawili tu yalinde. Watu walikuwa roho mkononi, huo ndio ukweli. Kwa sababu unaona ile goli mbili jamaa kiscore goal wao ndo wanayopenya hatari, na huoni Yanga kama kupata goli la tatu inapatikana wapi? Hasa kipindi hiki cha pili, nafasi walizozipata, walitengeneza nafasi nyingi sana Afrika kwa siku ya leo, kama kungekuwa na utulivu kwa, kwa Prince Mpumelelo Dube, bila shaka no, uh, ile pressure isingewepo, uh, lakini pia uh, Edmund John naye pia alipata nafasi clear chance kabisa na nafasi kadhaa ambazo zilipatikana kwa hiyo Uh, that is football wakati mwingine mpira unacheza hivyo, kwa sababu usidharau, uh, mwenzako anavyocheza na pia anatafuta matokeo mm. Wameingia group stage katika hali ngumu tofauti na misimu iliyopita mm, ambao walikuwa wanaingia, lakini naweza nikasema kwamba ukiangalia misimu iliyopita na msimu msimu huu msimu huu wamepata team tough team, ni, ni pamoja na kutoka Malawi, lakini wana kitu sana, wana wachezaji mmoja mmoja, wana mwalimu ukiangalia mm, plani yao wanavyocheza mpira, jamani, wagumu sana wale ni wagumu. Mimi naswali hapo ni kwamba Silver Strikers wameonyesha daraja la juu ama itoshe kusema kwamba Yanga wamekuwa na skwadi ya kawaida kiasi kwamba cha kuonyesha kwamba wapinzani wameonekana kuwa bora zaidi. Yanga Afrika hawajacheza katika daraja lao hawapo katika daraja lao, huu ni ukweli. Young Africa hawajacheza katika daraja lao na hawapo katika daraja lao. Mm. Ndio maana unaona mara mingi mwalimu Fauzi mara wemtoa leo kasimamia yule mabeki mabedi ma mm. Uh, tayari wanamtambulisha mwalimu mkuu mm. na maana timu ipo ina hengi hivyo. Mm. Ile rhythm ya Yanga ya msimu uliopita ama msimu kadhaa uliopita mm. haipo. Kwa hiyo Yanga kwanza hiyo haipo katika ubora wake. Hilo la kwanza. Mm. Pamoja na hayo yote tata Yanga ingekuwa bora vipi? Lakini bado naisifia Silver, Silver Striker. Mm. Ile ni timu kwa hmm. sababu angalia, mwalimu yule Katende yes. mpango wake, angalia wanavyounda mashambulizi, wanavyozuia mashambulizi unaona ni timu ambayo unaona unaona unaona ni wachezaji wachezaji mmoja mmoja mmoja, yes. mmoja mmoja kabisa kabisa, afu lakini inatoka Malawi unajua na mm. na na hata usajili, kuna watu watu unakuta wale eh uchizi uchizi vunga vunga yule vipi mm. namba 10 yeah. team captain beki yeah, yeah. senta, yao mm. goalkeeper hao yeah, wana, wana level kucheza ligi kuu ya Tanzania Unaona mm. eh, kikosi wao wanacho, lakini tunakwenda uzoefu pengine mm -hmm. wa quality ya mchezaji moja moja, budget na vitu vingi sana ambavyo vinowaita. Lakini mm -hmm. kiuchezaji tomane ataona ameukua, ameshinda moja hapa amefungwa mbili. Bado wapo katika ni pamoja Young Africa, hawapo katika um, daraja lao. Daraja lao. Hmm. Hilo la kwanza. Na mwalimu huyu ambao anatambulishwa mm -hmm. inabidi afanye kazi za ziada sana kuitengeneza na kuishape Yanga na kuona Yanga ile ambayo watu wanaitaka. Inawezekana uh, Yanga wakaleta mwalimu mpya lakini kwa Eh, daraja la wachezaji waliopo Young Africans hivi sasa ambao eh, ni kama viwango vyao vimeonekana sasa kuwatupa mkono mm -hmm. eneo eh, la ushambuliaji Young Africans hatua ya makundi yeah. eh, and Boyle, pamoja Prince, na Dube. Na Prince Dube ni kama haujui yupi anatoshea. Kocha mpya anaweza kuwa Romain Folz, unajua unaweza yeah. ukawa na yeah. ukawa na mwalimu mpya lakini ukiwa na wachezaji wa aina hiyo yeah, of course ikawa ni ngumu sana kuonyesha ubora wa mwalimu, na kuelewa uh, kitu cha msingi sana wamekigusia, na moja kati ya shuhuda za unachokisema Kampista ni kwamba asilimia kubwa ya wachezaji ambao wamesajiliwa msimu um, huu Young Africans ni wale ambao hata kwenye kikosi cha sasa cha Yanga hawapati nafasi ya kuanza moja kwa moja. Hiyo sio ishara bora. Maana yake yawezekana kuna kundi kubwa la wachezaji ambao hawajazidia kiwango cha wale ambao wanapaswa kuwasaidia kupumzika, kwa maana kwamba wale walikuwa kwenye timu tayari, na matokeo yake hii inaacha timu ikiwa balance sana, kwa maana kwamba kwa wale sasa ambao wamechoka kwa matumizi ya muda mrefu misimu minne iliyopita, wanaopaswa kupumzika kina Ibrahim Baka, wanashindwa kupumzika kwa sababu hakuna watu sahihi wa kuwapokonya hizo dakika. Leo hii mtu kama Mudathir Yahya ilazimu majeraha yamuondoe mchezoni ili mwalimu aweze kuleta mchezaji mwingine kwenye kiwanja, lakini akaenda kuleta kiungo mshambuliaji kwa maana ya winga Edmund John, badala ya kuleta kiungo labda ukabaji ama box to box ili aweze kucheza na, na, na, na, na Duka Buya. kwa hiyo hiyo ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni scenario moja, lakini kuna maeneo mengi ma eneo sana kwenye coast ya Africans ambayo yanakupa mawazo kwamba hawajakwenda sokoni wakaspend vizuri kuweza kuimprove kile ambacho kilichokopo msimu uliopita. Umetoka kumgusia hapo Prince Dube Pumerelo, by the way I feel for him yeah. Uh, hayupo kwenye wakati bora, nimeona leo watu wanamtroll sana online. badala ya kumshambulia binafsi, mimi natamani Uh, isiwe hivyo, unajua kila mtu anapitia nyakati ngumu kwa nafasi yake mm -hmm. kwa mimi ninampa moyo na and I hope he comes back stronger from this. Oh, yeah. na akiwa kwenye nyakati bora we know how good he is very very fantastic footballer, lakini hayuko kwenye hilo daraja hivi sasa, lakini kwenye nyakati ambazo hayuko kwenye hilo daraja, una, unafikiri young Africans nani anapaswa kumpokea kijiti? There's nobody. Andy Boyeri, for me, ni mchambuliaji wa daraja la kawaida sana sana sana sana sana e, Yanga aliingiza chako chaka na, kocha wa manfo kocha ali, ali, pengine alimwona nafaa kwenye mipango yake kwa jinsi yeye anavyocheza mm. Lakini kwa namna ambavyo young Africans let's say urudi hatua nyuma kadhaa umkumbuke Fiston Kalala Mayele oh, ambaye mba, mba, ni sana. ever ile yeah, yeah. Kama itatokea siku za hivi karibuni akawa ile uh, irrepressible, lakini pia kwenye wakati ambazo hata maybe Kenneth Musonda alikuwa anapewa chance ya kucheza kama striker yeye yeah, kama muongoza mashambulizi maybe ulikuwa unapata kitu beta kuliko Boyeri, in my opinion. Kwa hiyo kumwacha aondoke, inawezekana alikuwa ni wakati sahihi, mm -hmm. unamruhusu aondoke, lakini ulichokwenda kukileta kama replacement yeah. hakijakuwa kuwa, kuwa bora, umeona. Kwa hiyo Dube, mm -hmm. is badly out of form mm halafu -hmm. anayepaswa kumpokea jukumu naye haieleweki mm -hmm. alipo, umeona. Kwa hiyo Isart, lakini pia kibaya zaidi ni kwamba he's not the only player Dube, unamwangalia Pacome Zouzoua first half he was brilliant mm -hmm. lakini second half amehangaika sana kumaliza mchezo mm -hmm. amechoka, anahitaji mtu wa kumsaidia lakini, on the bench, mzizi akiwa na injury upande ule wa kushoto, ni kama hauna mtu wa kumsaidia Pacome, maybe umchezeshe Edmund kule, lakini kocha anaona, leo hakutaka kumwondoa Pacome, kwa sababu ya riski ya huu mchezo, ni beta uwe na Pacome ambaye yuko half lakini usitoe kabisa Pacome kwa sababu what if mambo yakibadilika mchezoni, nani ataishinda game kwa ajili yako, akambakiza Pacome aimalize game, but ni kama pangekuwa pana option bora nje, naamini na mabedi angempumzisha Pacome. Yes. Alafu, kibaya zaidi ni kwamba, au baki hapo hapo pia. The list keeps going on and on. Haonekani kuwa bora hivi, inawezekana pia kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwenye football. Yeah. Uh, ndo, ndo ile sifa ya kuwa na kikosi ambacho kwenye kila nafasi ama position inakuwa na mchezaji za za zaidi ya mmoja ambao mna compete kwa, yeah, mfano, like for like. Kwa mfano kwa, kwa, mm. Kwa upande wa kushoto mm. Una Shadrack Boka lakini Zimbwe, Zimbwe yupo uh, tunafahamu leo tuliona tofauti kubwa sana kwa, kwa Yanga tangu uh, upande wa kulia mm. Uh, kijana ya ukwasi eh, yeah. E, apate majeraha, hmm, lakini backup yake alikuwa ni Kibwana Shomari ambaye na alishapoteza nafasi eh, uh, inawezekana mchezaji